Habari ya kuto wapendwa, natumai yote ni wazima na kila mmoja amekuwa kipambana kuweza kurudisha afya yake au kuweza kupambana kuweza kuhakikisha afya yake ipiti changamoto yote na kumpelekea kupata malaza mara kwa mara au kuwa mzaifu na kupelekea ulemavu angeta kupoteza maisha kabisa. Leo naomba niendelee na darasa la saba ambalo lilikuwa na lengo la kumfahamisha mwanamke ni kiwango gani cha damu ambacho anapaswa kutoa yeye ambapo atakuwa katika hedhi. Tumeweza kueleza video ya kwanza nini maana ya hedhi na video ya pili ikieleza kwa sababu gani mwanamke anapitia hedhi mara kwa mara au na video ya tatu ikieleza namna ambavyo damu inatokea au kwa sababu gani mwanamke anatoa damu badala ya kutoa tishu pekee yake. Kwa video ziko nyingi. Weka ni video ya saba ikieleza kiwango gani cha damu ambacho mwanamke anapaswa kutoa. Ikiwa darasa iliopita au video ya sita ikieleza namna ambavyo mwanamke anaweza kutambua hedhi. Hii ni hedhi ya kawaida au hii sio hedhi ya kawaida ambao miongoni mwa pointi ambayo nilisema ni kuweza kutambua kiwango cha damu ambacho mwanamke atakuwa anatoa na kuhakikisha anakuwa salama kipindi chote. Sasa hapa tutaenda kutazama vitu ambavyo mwanamke huwa anavia tunavitazama kutoka kwake au tunaviangalia au mwanamke anapaswa kuviangalia eh, e, tunapohusiana na damu au mwanamke ambapo anakuwa katika hedhi. Cha kwanza kabisa ni hali ambayo sio kawaida. Hii nimeisema, yaani hali ambayo unahisi kwa mwanamke umekuwa na stress sana, au umekuwa na maumivu maka nini, yaani umekuwa na hali katika mwili wako ambao sio kawaida ambao unaitarajia au sio kawaida ambao umejitokeza. Niwezekana niko nafundisha magrupu ya WhatsApp, au grupu langu la WhatsApp ambao ni siri uliyoficha katika hedhi. Kama utapenda kuingia, utanitafuta kwa namba 07 165 111 07 165 111. Hii ni namba ambayo utanitafuta na utasema ni kuunga katika grupu na kutumia link utaingia katika grupu na kuweza kupata maarifa kwa kina zaidi, bila shinikizo au bila tuseme, yani, bila kuforsiwa na mtu yoyote. Unaweza ukaingia, lakini kwa sasa hivi niko mwishoni, sijui video utaiona lini, lakini hii ni video ambayo nimeitoa 2025 tarehe 12 tarehe 28 mwezi wa 12 2025, ikiwa kama zawadi kwenu ya birthday. Kwa hiyo sijui utaingia lini. Na lile grupu litakuwepo, alienda kwepo. Kikubwa ndio kufuatia mitandao ya kijamii kikubwa. Kwa kama utakuwa na changamoto kusana hedhi, au, ko, au kwa kwa kwa kwa na au hauwezi kusoma mzunguko wako au mzunguko wako umekuwa na changamoto au na maswali mbalimbali mbali, basi unaweza kanitafuta kwa kupitia hii namba na kuweza kukusaidia moja kwa moja kujua namna ambavyo unaweza kuchukua hatua na kuhakikisha unakuwa salama kile chote sasa, tunapozungumzia kiwango cha damu cha hedhi ambacho kinatoka, huwa kuna vitu ambavyo huwa vinaambatana, kama itakuwa hali ambayo sio kawaida ikiwemo hali ambayo sio kawaida mwanamke atapata choo au atakosa choo, au wengine wanakuwa na hali ya kuharisha. Hii ni hali ambayo sio kawaida, lazima kuchukua hatua. Lakini wengine wamekuwa wakipata maumivu makali zaidi, ambapo inaweza kupelekea kuathiri mtendaji wake wa kazi wa kila siku au majukumu ambayo anapaswa kufanya kila siku, amekuwa hafanyi tena kipindi hicho. Wengine wamekuwa wakiomba ruhusa kazini, wengine wamekuwa wakilala muda mrefu kutokana na maumivu ambayo wanapitia hata licha ya kuchukua ya kutumia dawa za maumivu lakini bado kwake imekuwa changamoto kabisa. Hiyo ni kitu ambacho mzazi ambaye anapaswa kuwa makini au mwanamke ambaye anapaswa kuwa makini. Lakini kwa hiyo mwenza ambaye unaishi na mwanamke au mwanamke wako mbali, amekuwa akikuadhisia kwa sana maumivu, lazima ujue namna gani kumsaidia, ili kuhakikisha na unaonyesha ishara ya upendo kwa kujali afya yake na mambo mengine ambayo wewe unapaswa kufanya kama mwanaume, ambapo unakuwa katika unakuwa na mwanamke ambaye atakuwa hali ya hedhi au anapita katika hedhi kipindi hichi, na na kuna siku nitakuja kueleza wajibu wa mwanaume pale ambapo mkeo anakuwa katika hedhi anatakiwa kufanya kitu gani. Basi endelea kufuatia madarasa hayo, utakuwa salama zaidi. Lakini kikubwa kingine ambacho watu wanajitazama pale ambapo mwanamke atakuwa katika hedhi ni siku au ni wakati gani ambapo mwanamke huwa anaingia katika hedhi, huwa zinafuuliza siku ngapi, au ile damu huwa inatoka siku ngapi? Hayo ni mambo ambayo lazima wazingatie, lakini nomo kwa kawaida, ambao ndio lengo mama au ndio darasa letu la hapa, mwanamke anatakiwa atoe milizi 30 mpaka 80 kwa mzunguko mzima, sio kwa siku, ni mzunguko mzima unatakiwa utoe hiki kiwango. Njia rahisi ya kupima kuweza kutambua kiwango cha damu kwa yeye ambaye ni mtumishi wa afya au kwa yeye ambaye utakuwa maduka pharmacy, huko karibu na maduka ya pharmacy, utatafuta bomba la sindano ambayo lenye milizi kumi au milizi tano, lakini utapima kwa mizu kapata miezi kumi au kapata miezi ishirini kama utapata, kwa hiyo yale utapima mpaka maji. Tuchukue mfano maji, utapima maji kiwango cha bomba nane kwa kama utatumia milizi kumi lakini kwa wale ambao utatumia milizi ishirini ambao utapata miezi ishirini utapima bomba nne ya maji, alafu kile utaweka kwenye kikombe au kikopo kwa kile kiwango cha maji cha maji kilichofikia ndio damu ambayo unatakiwa utoe, lakini sio kwamba kwa siku moja unatakiwa utoe, kidogo kidogo kwa kiwango hicho. Kwa tu tu tufahamu ya kuwa damu ni nzito kuliko maji, na kiwango cha kinachotoka au jazo ono unaotoka unaweza kutofautiana kati ya maji na damu, hilo lazima kwanza ulifahamu. Lakini kipimo ni kile kile mililita thelathini mpaka 80. Sasa kwa sisi mazingira yetu ya Kiafrika, hatuwezi kupima damu moja kwa moja yani kuweka kile kikombe ambacho na wake katika nchi ambazo huwa zimeendelea wanatumia kuweka na kuweza kupima kiwango cha damu ambacho kinatoka. Lakini sisi kwa pedi yako unaweza kutumia ukiona imeloana sana, ni mililita 30 au 20 mpaka 30, kwa mara nyingi huwa ni 15 ni kumi mpaka kumi na tano kwa siku, lazima utoe kiwango hichi ambacho mwanamke utakuwa katika hedhi. Kwa hiyo hii ni normal ya kawaida ambayo mwanamke atakiwa atoe. Utakapoona hedhi yako imelewana sana, basi unaweza ukakadiria kwamba inaweza ikawa ishirini au thelathini, lakini utakapoona too much, yaani imezidi na hedhi yako imekuwa ya siku nyingi zaidi, naeza kupelekea mwanamke ukapoteza damu nyingi na kupelekea kuwa na upungufu wa damu. Kwa hiyo ni vizuri ukachukua hatua kwa kuweza kutambua ni vitu gani ambavyo vinaweza kupelekea kuvuja damu nyingi sana inawezekana ni mwili wako hauko vizuri kutokana na, ma, na, maambukizi ambayo unayo au na uvivu katika sehemu za uzazi, na kupelekea mwanamke kuvuja damu nyingi sana, au wengine imekuwa chini ya hii mililita hii 30 katika mzunguko mzima. Sasa chini ya hapa pia inaweza kupelekea madhara mbalimbali kwa wanawake. Wanawake wengi wamekuwa wakishindwa kushika ujauzito kwa sababu ya kiwango cha damu ambacho inahitajika kuwepo katika mji wa mimba hususan za katika, katika siku zake za hatari inakuwa chini ya hapa. Kwa kinachotokea mimba hata ikifika haiwezi kukaa. Hii ndio sababu nyingine ambayo inaweza kupelekea mwanamke akapoteza ujauzito wake mapema zaidi, au mimba kile, anaposhika ujauzito umekuwa ukitoka mapema zaidi, kwa sababu ya kiwango cha damu ambacho mwanamke atakuwa anakitoa kile ambapo atakuwa katika siku zake za hatari na siku za hedhi. Ni vema ukachukua hatua, ni vema kuishi salama zaidi. Asanteni na mpaka wakati mwingine, usisahau ku like, kushiana na kusubscribe na, na kuaita ingine hizi waweze kujifunza vitu vingi zaidi. Asanteni na mpaka wakati mwingine.